Sasa wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anachukua uongozi wa nchi, mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni shilingi bilioni mia nne sitini na nne mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni shilingi bilioni mia nne sitini na nne na ilikuwa inacheza hapo kwa muda. Aliapishwa nadhani mwezi wa tatu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliagiza wakati huo situku bungeni, waziri wa fedha anakuja ambaye ni waziri wetu mkuu sasa hivi alisema nimeelekezwa na rais, tuongeze mikopo ya elimu ya juu nali napenda nilisema ile wanafunzi wa vyuo vikuu walielewe hili, hata kama bado kuna changamoto, tuangalie mwelekeo wa rais wetu. Ameapishwa mwezi wa tatu, mi nafikiria unapoapishwa kama rais mambo mangapi unabidi uyafanyie kazi, lakini alikumbuka elimu ya juu alituambia. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba, wakati huo waziri wa fedha, kwamba ameagizwa na rais aongeze mikopo ya elimu ya juu ikafika bilioni mia tano sabini. Sasa hivi leo maoteo ya mikopo ya elimu ya juu maoteo tuliyonayo ni trilioni moja nukta mbili, ni zaidi ya mara mbili ya kile ambacho rais wetu alikuta. Kwa hiyo wakati anazungumza pale bungeni, tutaongeza huku, tayari utekelezaji unafanyika kwa sababu serikali inafanya kazi. Wakati tunaongea na umma, tunaongea na umma kitu ambacho kimechakatwa tayari kilikuwa kishafanywa uchakataji na rais wetu hapo aliposema tumefikia huko. Labda jambo jingine nilisema, ambazo rais wetu alisema ni waeleze ambalo utekelezaji wake umefanyika, alisema yafuatayo katika hotuba yake bungeni hapa. Nanukuu maneno yake mwenyewe, maneno ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Alisema, tunapotekeleza maendeleo jumuishi tutatekeleza jitihada zilizo tulizozianza na kuweka miundombinu na vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, pamoja na kuendeleza fursa muhimu za kuwasomesha na kujiendeleza watoto wenye magonjwa adimu, yani rare diseases wanaosomea majumbani. Mwisho wa kunukuu. Hilo alisema bungeni tarehe 14 Novemba. Hata siku mia moja hazijesha, kwa sababu aliahidi kule, wakati ashatoa wa maelekezo, huku tayari wizara imenunua na kusambaza. Mtaona mfano wa huyu anasomea nyumbani kwa sasa hivi hapa Tanzania. Utafundishwa kama huwezi kabisa kwenda shuleni, utafuatwa nyumbani kufundishwa. Ukiwa na changamoto ngumu sana, utapelekwa shule maalum, Lukuledi kule Mtwara, Patandi Arusha, na tunamalizia kujenga shule nyingine kule Geita. Kwa hiyo ni mfano mmoja uliouona tu, lakini kwa wale ambao wanaweza kuchanganyikana na wanafunzi wengine, maelekezo ni kwamba tujitahidi tusiwatenge wachanganyike na wanafunzi wengine, wajisikie sehemu ya jamii. Sasa tangu alivyotoa ahadi hii rais wetu, naomba niwaeleze kwamba wizara imenunua na kusambaza vifaa vya kidijiti na saidizi vyenye thamani ya shilingi bilioni tano nukta nne kwa ajili ya walimu wa shule za msingi na sekondari wakufunzi na walimu tarajali wenye ulemavu katika vyuo vya ualimu nchini ili kurahisisha ujifunzaji na ufundishaji. Jumla ya wanufaika elfu moja na hamsini na tano katika halmashauri zote mia moja themanini na nne walinufaika na utaratibu huo. Baadhi ya vifaa tulivyonunua ni pamoja na kompyuta mpakato mia sita themanini na nane Braille Note Touch Plus 19, Voice Recorder 377, Tablets for Sign Languages kwa ajili ya wale wanaoongea kwa alama 196, Pekings Braille 130, vifaa vya kusaidia kusikia 121, Everest D Braille Emboza, yani kuna mashine ambayo kama wewe kama wewe huwezi huwezi kuona na ni mwalimu unataka kufundisha una, printa, una una kama kompyuta yako unapochika vile vibonyezo vile vina nukta nundu, kama ni A unajua, labda ni nukta moja na kadhalika, kwa unaweza ukachapa kwa kutumia nukta nundu, alafu kiprinti inatoa maandishi ya kawaida, unawapa wanafunzi. Hivyo vyetu tumefanya baada ya rais wetu kuhutubia bunge pamoja na viti mwendo na vitu vifaa vingine vyote ambavyo tumevitoa, na huu ni mwendelezo wa yale ambayo tulishayaanza katika serikali ya awamu ya sita. Na pengine nyie wenzetu waandishi wa habari mtakuwa mmeona kila mwaka kuwa tunagawa vifaa vya kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum, na vitabu vyote vinavyochapishwa na serikali vyote, kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha sita, kila kitabu tunatoa, vilevile vile nakala ya vitabu kwa wale wenye mahitaji maalum, kwa mfano wenye uoni hafifu wengine wanatengenezwa vitabu vyenye maandishi makubwa. Utaona kitabu chenyewe ni kikubwa zaidi ili aweze kuona, lakini ule ambao hawaoni kabisa, vimetengenezwa vitabu vya nukta nundu, lakini naambiwa tu tuna vita braille kwa heshima yule aliyogundua, ili mtu anaweza akasoma kwa mkono hata kama haoni kilichoandikwa hapa. Vitabu vyote vya hisabati, kila vitabu ambavyo tayari tunavyo shuleni, vinatengenezwa na taasisi ya elimu Tanzania. Tuna kauntapati ya vitabu ambavyo vinasaidia wale wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo rais wetu alivyotoa ahadi hiyo ametoa ahadi ambayo ukweli kwa kiasi kikubwa sana utekelezaji wake unaendelea.